Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hiya leo bwana, inahusiana na reaction ya baadhi ya watu, kama vile hapa tuko na reaction ya Lulu White, ambaye pia ni mwanadada ambaye huaga mara kwa mara anazungumzaga kuhusiana na mambo ya mahusiano, na this time around kuhusiana na sakata la mabinti kuamua kumfanyia unyama mwenzao baada ya kugundua kwamba ana date na sponsor wake ambaye ni Mwijaku ambaye ni mume wa mtu, wameamua kumfanyia unyama ukatili wa hali ya juu. Ni kwamba Lulu White amekuja kulizungumzia hilo swala kwa upande wake, jinsi ambavyo yeye lilivyomchefua na wito wake kwa jamii ni nini? Hebu msikilize hapa Lulu White. Kila siku unasemaga hawa watoto hawana adabu, hawana heshima watoto wanatamaa, watoto wako moto kama kitu gani? Haya, umeshindwa kuuheshimu ule uka na kile kitambi basi, hata ile rangi ya uoto wa asili pia ukashindwa kuiogopa uipe heshima yake. Kwanza mtoto ulogopa, umekosa adabu wewe, uko moto. Umepata bahati umechetuliwa mara moja mara mbili, ukaenda kujimilikisha ukawa wewe mke, unaenda kugombania ndizi, mgomba si wako. Mwenye mgomba kakaa katulia na kula kiyoyozi, amerelax. Mimi ana madhumuni yako kitu gani? Unaenda kumpiga msichana mwenzio kama vile. Na ndio maana umepewa wembamba wewe. Umepewa roho kubwa mwili mdogo. Umepewa wembamba wewe. Na umelaaniwa na kila mtu anakulaani, na mume wake aliyotoka nae chini mpaka juu kwa ajili yako wewe mjinga mmoja. Eh? Utachezewa, utaachwa, basi maisha yataendelea kama kawaida. Naomba msamaha. Yupo katika jumba la mama anakula kiozi. Kuna watu huko wanapigwa matukio na unaambiwa kabisa ukitaka uondoke ukitaka baki. E, kuna watu huko wana maisha magumu, wala kula shida, na bado mwanamume hajatulia. Kila mwanaume ana madhaifu yake. Hakuna sasa hivi mwanamke atakayekubali kumwacha mwanamume wake kirahisi. Kama ulitegemea hivyo, ndugu yangu, umenoa mtoto, umenoa umeenda kule kunani kusoma. Zilongwa mbali, zitendwa mbali kusoma fata masomo yako, ondoka. Mkiambiwa watoto someni, elimu haina mwisho. Elimu yako ni akiba, uzuri unaisha, elimu haishi. Hamuelewi, kila siku mnataka kuparamia watoto, mnaparamia visivyo wahusu kila siku. Haya zaliliko ndo hilo aya nimesha kukuta, sina sura yako unaiweka wapi? Una, una kazi kukimbia, ya kukimbia kimbia, una danki danki kila sehemu, ushaingia doa tayari, roho mbaya tu nyo Naam, huyo ni Lulu White, ameamua mchambe huyo binti anaitwa Mary ambaye ameenda kumtandika mwenzie na kumdhalilisha kiasi kile, kisa tu ametembea na sponsor wake ambaye ni Mwijaku, ambaye ni mume wa mtu. So hicho ndo alichokizungumza huyu Lulu White. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na ku-reply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.